Kuna madhara ya kutokutii sauti ya Mungu. Taongea baadhi ya madhara. Dhara la kwanza, unapoteza nafasi uliokuwa nayo. Iwe ni kiroho, ni kimwili, unaipoteza nafasi uliokuwa nayo, sababu umeshindwa kuitii sauti ya Mungu. Dhara la pili, unachelewesha muujiza wa maisha yako. Kuna mahali unataka kufika lakini kwa kuwa umeshindwa kuitii sauti ya Mungu, inapelekea mujiza wako kuchelewa. Kiangalia Ibrahimu hasababisho wa Nezraheli wakaenda utumani miaka kamia nne kwa sababu alishindwa kutii sauti ya Mungu. La tatu, kuna viwango hau maisha utaweza kuyaishi kwa sababu haujitii sauti ya Mungu. Kama Yusufu angeamua kutotii sauti ya Mungu, vile ndoto zingeishika hata fikra zake asingeza kuziishi, lakini alikubali kuitii sauti ya Mungu ndio maana akaweza kuishi ile ndoto aliyoyota. Ukishindwa kuitii sauti ya Mungu, hautaweza kufika viwango mtakavyofikie. Kuna maisha ambayo unayaona unayawaza, hutaweza kuyafikia sababu umeshindwa kuitii sauti ya Mungu. Mungu wetu ni Mungu ambaye anapenda utii, anapenda kuheshimiwa. Mungu anapenda utii kuliko vitu vyote. Mungu apendi watu wenye viburi, Anapenda watu ambao wanamsikiliza na kutenda.